Kamati kuu ya chama cha ODM imetangaza kuwa chama hicho kitaendeleza ushirikiano wake na serikali ya Rais William Ruto hadi mwaka elfu mbili ishirini na saba. Kamati hiyo pia iliyoandaa mkutano wake wa kwanza tangu kifo cha aliyekuwa kinara wake Raila Odinga kimemwidhinisha rasmi seneta wa Siaya Oburu Odinga kuwa kinara mpya wa chama hicho. Kinara mpya wa chama cha ODM seneta wa Siaya Oburu Odinga alisimamia mkutano wake wa kwanza wa kamati kuu cha chama hicho jijini Nairobi siku kumi baada ya aliyekuwa kinara hayati Raila Odinga kufariki. Baada ya mkutano huo uliochukua saa sita, usimamizi wa chama hicho ukiongozwa na katibu mkuu seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ulitangaza kwamba ODM itaendeleza ushirikiano wake na serikali ya Rais William Ruto hadi mwaka wa 2027. <coughs> <coughs> the commitment of a party to the broad-based government until 2027 a relationship guided by the 10-point agenda entered into for the sake of peace and stability of the country. Usimamizi wa chama hicho ukikana kwamba kuna mgawanyiko kuhusu ushirikiano na serikali ya Rais William Ruto. We may not always speak the same language, but we certainly know how to avoid the pitfalls of division that may happen on our path aidha kamati hiyo ikitangaza kwamba imemuidhinisha rasmi oburu odinga kama kinara mpya wa chama hicho that we endorse honorable Dr. oburu odinga as a new acting party leader and urge the party rank and file to accord him all the necessary support and cooperation to enable him guide the party through this difficult time Chama hicho kikitangaza kwamba kitaandaa ibada maalum ya makumbusho ya hayati Raila Odinga kuanzia kaunti za Kilifi, Homa Bay na Migori, na vilevile kuandaa sherehe maalum ya maadhimisho ya miaka ishirini mwezi ujao huko Mombasa. We order to the party so that our programs can run and the legacy of our leader can remain secure. Usimamizi wa chama cha ODM umetangaza kwamba licha ya kuendeleza ushirikiano na muungano wa Kenya kwanza chini ya rais William Ruto, vilevile utaendelea kufuatilia matakwa ya aliyekuwa kinara wa chama hicho. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Nairobi.